Katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Taifa, Abdurrahman Kinana amezindua rasmi kampeni za chama hicho za uchaguzi mdogo wa jimbo la Dimani huko Zanzibar unaotarajiwa kufanyika tarehe 22 mwezi huu. Akizungumza na wanachama wa CCM Kinana, amewataka wakazi wa jimbo hilo kujitokeza kupiga kura kwa wingi siku ya uchaguzi, ili kukipatia CCM ushindi, pamoja na kuwakumbusha wana CCM kuwa kiongozi bora ni yule anayesikiliza shida za wananchi. Taarifa zaidi na Swaumu Mavura kutoka mjini Magharibi Zanzibar cha mapinduzi CCM Abdurrahman Kinana akiwasili katika jimbo la Dimani kuzindua kampeni za uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika Januari ishirini na mbili mwaka huu kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo marehemu Hafidh Ali Tahir. Akizungumza na wanaCCM wa jimbo hilo pamoja na kuwataka wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura, pia ameeleza kuwa kiongozi mzuri ni yule anayesikiliza shida za wananchi. Lazima mbunge uwe unasikiliza shida za watu wako, na mbunge mzuri, mwakilishi mzuri, diwani mzuri ni yule anayejua shida za watu wilaya kwa wilaya, jimbo kwa jimbo, wadi kwa wadi, mtaa kwa mtaa, familia kwa familia na wewe ndio msemaji wao. Ndipo mgombea akapata fursa ya kujinadi kwa wananchi. naelewa shida na matatizo ya wananchi wa nchi hii, lakini naelewa changamoto ambazo wanazokabili wananchi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, nikuhakikishie kwamba nitafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi kama ulivyonikabidhi. Katika uzinduzi huo Kinana amewatambulisha viongozi wapya wa chama akiwemo katibu wa itikadi na uenezi Humphrey Polepole. nimefurahi pole kuona nani, ndugu zangu, na mi niseme machache. Moja ni Juma Ali Juma kwisha, lakini jingine niwaambie, mwelekeo wa Chama cha Mapinduzi ni hapa kazi tu. Umumavura TBC Zanzibar.